Mimi ukitoa wazazi, kitu kingine ambacho kinaweza kunipa laana ni kutembea nasi asimu, ndiyo miezi minne naongelea elfu mbili na ishirini na moja tu hapo juu. Kwa mfano Asma, nilimkuta kwenye kipindi ambacho alikuwa amefukuzwa kwao, yani inshoti ana, ana anapitia situesheni ngumu. Kwangu ilikuwa ni kama vile ni msaada sawa hivyo hivyo, kawaida. Ile anataka kuoga abadilisha nguo na samtaime naenda okay, kumnolia mpaka pedi natoka ila, yeye alikuwa kipasta. Nakumbuka tunakuwa wanaume wawili, asi mapeke yake tunalala watatu, uh -huh, halafu fresh. Sasa muulize mwenyewe <laughs> atakwambia hata kwenye comment hapo. Eh, sasa mimi na chumba kimoja kunahitaji Ah, ah, saa sana hiyo connection pia. Sasa yeye alikuwa na option, ila sisi imani yetu ndio ilikuwa inampa faraja.